Hayo majina mkijisajili, mimi bado na kibarua, ninakuja hapa nalalaga kwenye sakafu. Wale walioweka maandiko maandishi yao kwenye kule, nayachukua naombea watu walioandika, alafu ukiandika mahitaji yako unaweka na namba ya simu. Wewe unapata jumbe za watu, wewe unawaambia, wewe fanya moja mbili tatu. Wewe fanya, wewe fanya, sio sawa. Acha hiyo, anza hii. Moyo umeuma kwa sababu Nimesiona baraka nyingi, lakini watu wanakaa wana halafu kazana kuombea manabii, kazana kuombea. Na manabii wanaandiko andiko gani lile, mkiwa timu manabii mnafanyaje? Soma soma, wasomee watu wa Mungu na kuambia vitu vitakavyokuongezea wewe kuishi, afya yako, watoto wako na ndugu wako ilo andiko ndio litakuongezea, lakini pia ukimaliza ilo litakuongezea. Unapoombea taifa, Mungu lazima akupe afya, maana unakuwa na faida mama. Lakini kadhehebu kako kadhehebu kako kenye katiba moja, dhehebu lako unalisaidia unakaa na upande lakini unafanya vitu vizuri kwenye, lakini ikifika kuombea taifa, kimbia kwenda kuombea taifa utoke kule urudishe mafuta kwenye kanisa lako. Amen. Soma. Nasoma katika jina la Yesu, Mambo ya Nyakati wa Pili ishirini na mstari wa ishirini. Rudia tena mzee, watu wanaandika, Mambo ya Nyakati wa Pili ishirini na mstari wa ishirini. hmm. Wakaamka asubuhi na mapema wakaenda nje katika jangwa la Tekoa, nao walipokuwa wakitoka, Yoshefati akasimama akasema. hmm. Sasa we msikie, watu na wa Dar es Salaam na mnaotoka mikoani, Mungu wenu uabii mnafanyaje? mnatambuliwa na jana tulijifunza nini lile, leo la kwanza Kumcha Bwana ni nini ja? Kumcha Bwana ni nini ja? Usipomcha Bwana ja? Na kumbe, maarifa Mungu ameyaweka kwa manabii, ndio maana anataka uongezewe. Umemaliza? Ndio maana leo natamani watu wafanye operation <sighs> kama unatukua, kinataka kuzaliwa wa eh, mama, mnaelewa habari hiyo? <laughs> kama kitoto kinataka kutoka. Lakini sasa uh, <laughs> twende tena, nibarikiwe. Sikia, wakati naomba kujua mipaka, nikaambiwa watu hawa wafunguliwe, licha kujua mipaka hiyo, atakayoombea hawajui hata rasilimali nilizowapa. na kwa kuwa haujui unakaa katika hali ya kuto kufanikiwa kiroho mpaka kimwili. Wanaojua wanakuja kufanya biashara mlangoni kwako. Kosa tu haujatambua thamani ya nabii ili ufanikiwe kusemesha juu ya kumwombea nabii au kutoa sadaka au kumsaidia au kununua gari au kuweka mafuta ukabisha. Kumbe ndio ile sadaka yako ya kununua mafuta elfu ishirini ndio ilikuwa ya kufungua mama biashara ye upate mamilioni ya kufanya biashara kubwa, wewe kaiona ya maana ishirini, ukailiwa mpaka mjaji. Mungu amekuamsha, njoni waitaji wanawake waje kuomboleza tumlilie Bwana ili tuponye nchi. Wewe ukaenda kwenye kiturani, si ukaenda kwenye chama la kanisa, si ukaenda kwa mjo kusalimia, badala ya kuulilia kama muombolezaji. Alafu nataka mponye na mwanangu amponye mwanao, kutokea wapi? Kwa mfano at wakweli amekuambia <laughs> watima naambia ufanikiwe kiroho na kimwili. Hati, na wako ukiambiwa acha sasa kujituma. Hata umeambiwa sasa fanya hiki fanya hiki, hufanyi hufanyi. Mungu katumia mpaka malaika. Wewe kila mwisho wa mwezi unapeleka elfu tano tu. elfu tano ni amana, wakitoa watu kumi ni mafuta ya kuzungukia watu ishirini. Umeambiwa hivyo bado huwezi kutuma haya, basi hujatuma.